Sasa haya mambo ya kuvumiliana aliyafanya mwalimu Nyerere. we are no longer in fight ya ku st front state, nini zikuwa zinaitwa frontline states za kutafuta uhuru wa nchi ya mtu mwingine. now we are in a phase of our own economic liberation, na sisi tunaamini kwenye trade facilitation kwamba wao wauze kwetu na sisi tuuze kwao. Mwaka jana, mwaka juzi, wenzetu wa Zambia walizuia kabisa mahindi yetu, hata yasipite kwenye nchi yao, tukiwa tunayapeleka Kongo. Wakasema sisi mahindi yetu yana kitu kinaitwa litho eh, virus sijui litho maize virus tukawaambia hatuna, njooni tufanye tathmini na mpime mahindi yetu kwenye maabara mnazotaka nyinyi. Malawi wakatuzuia kuingiza mazao yetu kwao mwaka jana, ila ya kwao yaingie ya kwetu yasifanye nini, na wengine hata yasipite kwenye ardhi yao kwenda kwenye third country. Nakumbuka miaka kama mitatu minne, mitatu, Kenya walitufungia mahindi yetu wakisema yana sumu kuvu, si ndio? Jamani, wakati wao ndio wana sumu kuvu kuliko mtu yeyote, nanielewa lakini sasa South Africa mkienda kwenye masupermarket humu, mnakuta zabibu za South Africa, hamkuti machungwa yao, mnakuta hamkuti. Kwa miaka kumi walituzuia kuingiza parachichi yetu. Mwaka juzi nikamwambia, kuza, wewe si una contract eh? pakia roli peleka. Akapeleka wakabomu, wakadestroy parachichi za Tanzania nikawaambia plant health authority, sasa zuieni kinachoingia kutoka wapi. Wakatufungulia parachichi. Sasa leo ni mwaka wa tano, tunataka watufungulie kuuza ndizi yetu wapi kwao na mazao mengine. Kinachotokea sasa, wafanyabiashara wanayanunua hapa, wanayapeleka Zambia, wanayatoa Zambia ndio wanayapeleka south Africa, yanaonekana yametoka Zambia. Malawi na wenyewe wametoa tamko, wizara yao ya viwanda na biashara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 Sitakiruhusu aidha kuingia wala kupita on transit ndani ya nchi hii. Nimeshawaagiza Plant Health Authority, hakuna kutoa import permit kuanzia Jumatano saa moja asubuhi, Jumatano saa kumi na mbili jioni, hakuna kutoa import permit mazao yoyote kutoka South Africa, hakuna kuruhusu zao lolote kutoka Malawi kuingia wala kupita ndani ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kama wana trade na mtu mwingine wakatafute pakupitia. Mwaka jana nilizuia hivyo hivyo Malawi wakawa wanasema mbona haya yanaenda Kenya? Nikamwambia haina shida, nendeni airport ya nchi yenu, pakieni kwenye airport, yapite angani, lakini ndani ya barabara za Tanzania hayatoruhusiwa kupita. Haya mambo ya kuchezeana na kudharauliana yamekwisha, let us respect each other. We call ourselves brothers in Africa. Kwa hiyo nimetoa nime notice na nimewaambia wafanyabiashara wa Tanzania wanaosafirisha mizigo mara nyingi, mizigo ikienda kule gari zile zinazorudi tupu huwa zinabeba soya sijui nini sijui nini wasibebe chochote kinachohusiana na kilimo, kuanzia next week Jumatano. Unless notice iliyotolewa na Wizara ya Viwanda ya Malawi waifute. Mambo ya diplomasia atafanya Mahmud Thabit Kombo. Mi kazi yangu nilopewa na rais ni kuhangaika na wakulima wazalishe wapate masoko ya kuuza. South Africa, halitaingia chungwa, haitaingia epo, haitaingia zabibu kwenye nchi hii mpaka wafungulie uhuru wa sisi kupeleka mazao yote ya kilimo yote. Hakuna mtanzania atakufa kwa kukosa apple la South Africa, hakuna mtanzania atakufa kwa kukosa zabibu ya e. Watu wataanza, najua bongo hii bana. Wataanza oh, sisi mbona zabibu kama za South Africa hazipo? Haina shida tutahangaika miaka miwili tu, lakini hakuna mtanzania atakufa. Let us do trade kwa kuheshimiana. Haiwezekani, si tukufungulia milango wewe kila siku ni kutuletea kondisheni mpya. Kwa hiyo watanzania wajue hivyo, Malawi wakitufungulia tutaruhusu chochote cha kwao kupita. Na unfortunately, hawa watu wengine wanategemea mbolea kutoka kwetu. Si nitaruhusu mbolea yoyote kwenda nchi hizo, kwa sababu kibali cha kuruhusu mbolea for export ni mimi ndio natoa. Kuna hoja inakuja au watatumia banda, wakatumie, mi sina shida. I'm protecting the interests of our farmers. Haiwezekani, tukitaka kuuza Kongo wanatuwekea condition kupita kwenye barabara zao sisi wakiwa wanapitisha mazao yao hapa kwenda Kenya kwenda South Sudan kwenda wapi, tunawaruhusu, lakini sisi tukitaka kutrade na third country, a lot of bureaucracy on the way. Kwa nataka niwaambie wafanyabiashara waliopata shida kwenye boda, poleni, lakini natosha, tutaheshimiana watatafuta pa kupeleka mazao yao wao. After all, volume wanayochukua kwetu ni ndogo sana. We are not losers in this game, wao ndio watakuwa losers. Lazima tuheshimiane, tufanye biashara kwa kuheshimiana. Hatujawahi kuzuia zao lolote kutoka kwenye hizi nchi zinazotuzunguka za sadek kuingia kwenye soko letu. Kwani ikiingia zabibu yao hapa tukiwa tunauza kwenye supermarket, si imeondoa soko la zabibu yetu? Si ndio? Jamani, ikiingia epo yao hapa si imetuondolea epo yetu ya ndani? Hata kama hivyo bado tuko wadogo, si ndio? Eh, kwa nini sisi unga wetu wanauzuia? Sisi tuna comparative advantage kwenye mchele, tuna comparative advantage kwenye mahindi. Let us do that business. Nyinyi uzeni zabibu zenu, sisi tutauza mahindi yetu. Uzeni soya yenu, sisi tutapeleka mchele wetu kwenu.